Fainali za kombe la dunia la mpira wa miguu kwa upande wa wanawake lililotamatika hivi karibuni kwa Uhispania kuichapa timu ya England kwa bao moja kwa bila lilikuwa tukio la aina yake katika historia ya mpira wa wanawake ambao unazidi kusonga mbele kadri siku zinavyozidi kwenda na japo haujafikia kiwango cha wanaume lakini umeongezeka kwa umaarufu yaani kuchezwa na kutazamwa sehemu nyingi duniani, hata katika nchi ambazo zilizokuwa na misimamo ya kidini kuhusu wanawake kucheza mpira wa miguu. Kombe la dunia la Australia na New Zealand limeacha kumbukumbu na rekodi nyingi mpya katika ulimwengu wa soka. Labda mwenye kumbukumbu itakayodumu maisha yake yote ni Rais wa chama cha soka cha Uhispania Luis Manuel Rubiales ambaye ana kumbukumbu nzuri ya taifa lake kutoa kombe la dunia kwa mara ya kwanza hivyo kufikia rekodi ya ile timu ya wanaume iliyotoa ubingwa wa pekee miaka 13 iliyopita kule nchini Afrika Kusini. Na kama hiyo haitoshi, Rubiales hata sahau kadhia iliyomkumba kufuatia nusubusu alilompa mchezaji wa mabingwa hao wapya wa dunia Jeni Hermoso wakati wakisherekea ubingwa huo. Picha za television na zamnato duniani kote zilimnasa Rubiales akiwa na furaha kubwa kiasi cha kukosa staha, hasa kwa mtu wa nafasi yake na baada ya tukio hilo la busu kunaswa duniani kote, mchezaji Jenni Hermoso alikuja hadharani na kutamka jinsi alivyochukizwa na usherehekeaji huo usio na staha uliofanywa na mkuu huyo wa mpira, na kwamba busu hilo lilikuwa la kulazimishwa. Tamko la mchezaji huyo likawa kama limetia mafuta ya petroli kwenye mbuga za savana. Wito ulianza kusikika kutoka ndani na nje ya nchi kulaani busu la Rubiales, na serikali na kamati ya utendaji wa vyama vya mpira vya mikoa vilipasa sauti kumtaka mchezaji huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 47 ajiuzulu katika nafasi yake. Shirikisho la kimataifa la soka FIFA limekwenda hatua zaidi kwa kufungua shauri la kinidhamu dhidi ya Rubiales ambaye enzi zake alicheza mechi 53 za La Liga. Mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya FIFA George Ivan Palacio kwa kutumia mamlaka aliyopewa na ibara ya 51 ya kanuni za nidhamu za shirikisho hilo FIFA Disciplinary Code, amemsimamisha Rubiales kujihusisha na shughuli zote za soka kwa siku 90 kupisha uchunguzi wa swala hilo. FIFA pia imemzuia Rubiales na maofisa wa chama cha mpira kuwasiliana kwa namna yoyote na mchezaji Hermoso au mawakala wake. Shirikisho la soka la Uhispania limeiomba shirikisho la soka Ulaya UEFA kufungia nchi hiyo kwa madai ya serikali kujiingiza katika swala hilo ambalo ni la kimpira na kama hatua hiyo ingechukuliwa na UEFA, basi klabu za Uhispania zingeondolewa kwenye mashindano hayo ya Ulaya, ambao kiukweli unaogeshwa na timu za huko hasa Real Madrid pamoja na Barcelona. Nafasi ya rais wa chama cha soka ni nafasi kubwa na yenye nguvu katika maisha ya kila siku ya mpira wa miguu, na nafasi ya urais wa chama cha mpira wa miguu inaweza kumpa mtu marafiki wengi na maadui wengi pia. Mpira wa miguu na siasa zake, ambazo kwa walio wengi nje si rahisi kuziona, kwa sababu vyombo vya habari mara nyingi hutoa taarifa za matukio bila kuingia undani wa tukio au sababu ya tukio kushikiwa bango. Kile kinachoonekana huchukuliwa kuwa ndicho kiini, kumbe wakati mwingine huwa ni matokeo ya mvutano wa kisiasa, na kosa au tukio lolote lililompata adui basi hutumika kama njia ya kumchukulia ushindi. Na hata katika hili haitashangaza kusikia kuhusika kwa namna moja au nyingine kwa maadui wa Rubiales walioko ndani ya Hispania, UEFA na hata FIFA, katika shinikizo la kumtaka ang'atuke madarakani. Rais Rubiales amekataa kujiuzulu na kusema kwamba anajitetea mpaka mwisho kuthibitisha kwamba hakutenda kosa na ametuma mkanda wa video kwa FIFA kuonyesha mchezaji alivyokuwa akifurahia picha yake akipigwa busu na rais huyo na lengo likiwa ni kuonyesha kwamba busu hilo lilikuwa la makubaliano katika hali ya furaha iliyopitiliza. Mkutano mkuu wa shirikisho la soka Uhispania umeitishwa Jumatatu ijayo ili kujadili suala hilo na pengine kulitolea uamuzi. Mama mzazi wa Rais Rubiales amejifungia kanisani kwenye ushirika mmoja kusini mwa Hispania, akiweka mgomo wa kula kushinikiza mwanaye atendewe haki. Bibi Angels Beja amemtaka mchezaji Jeni Hermoso arudi kwenye kauli yake ya kwanza iliyoeleza kuwa busu halikuwa la kulazimishwa ili aweze kumtoa hatiani mwanaye huyo ambaye katika umri wa miaka 47 hajapata kuoa. na ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe.